Basi, shukran sana mtazamaji popote pale 245, karibu kwenye njozi zetu tamu za habari, ambazo tutakupa mawimbi yanayokupa weledi ya kuweza kupata yote yaliyofanyika, matukio yote ya wiki nzima na hadi ndani ya wikendi, mambo yote tuliyoyafanya na mambo yote ambayo tuliaweza kuyapata ili tuweze kukuletea kwenye dawati letu la leo la kwenye taarifa zetu za wikendi ya leo. Mtazamaji, kwa hayo mengi na machache, kabla ya pepeta ikazima, tuzame kwa yaliyomo. Siku ya kuzaliwa yake Maxwell yageuka kifo huko Mtito Andei. Taarifa za kifo cha Benedict Kabiru zachelewa kufikia jamaa na marafiki. Shule ya upili ya Chesikaki yapambana na mimba za mapema huku dereva wa trela auawa kikatili nchini Kongo baada ya kumuua aliyekuwa chini ya trela yake. Mtazamaji karibu mna familia moja huko Kisii inalilia serikali kufanya uchunguzi wa kina kufuatia kifo tata cha jamaa yao katika eneo la kuogelea ndani ya hoteli aliyokuwa ameenda Mtito Andei. Marehemu Ben Maxwell Ombuya mtazamaji ambaye alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika chuo kikuu cha Lukenya alikumbana na mauti alipokuwa anasherehekea ya siku yake ya kuzaliwa kama Jemadari Andere mwanahabari wetu mpekuzi sana anavyotupa ripoti kamili kuhusu sakata hiyo. Hii ni picha ya Ben Maxwell mwanafunzi katika chuo kikuu cha Lukenya kule Mtito Andei kaunti ya Makueni ambaye alikumbana na mauti yake ndani ya Tsavo Inn alipofika kuogelea kusherekea siku yake ya kuzaliwa. Ndani ya hoteli ya Tavo Inn, sehemu ya kuogelea, maafisa wa usalama wakiweka utepe huu kuashiria kwamba ndilo eneo la tukio. Familia ya marehemu ikiibua maswali chungu nzima kufuatia kifo cha mwanafunzi huyo ambaye anasomea ualimu. Kijana alikuja akalipa, akalipia services za kuswim na kukula chakula. Mwenye hoteli ya kustaajabisha hakuita polisi wakuje kuchukua mwili peke yao, akachukua gari lake la kibinafsi akaweka mwili ndani, akaleta mpaka hiyo hospitali. Kufikisha mwili katika hiyo hospitali, akaambiwa kwamba mumelete maiti cha kushangaza kwa familia hii ni jinsi shughuli za hoteli zinaendelea kama kawaida, licha ya eneo hilo kuwa eneo la mkasa. Viongozi wa polisi na DCI, je, wanafanya kazi gani ili kuhakikisha kwamba haki imetendeka? Mwenye hoteli hajashikwa bado, yuko huru na anaendelea kufanya biashara kule Kisii, katika kijiji cha Umusari ya Bobasi. Taarifa kuhusu kifo cha Ben Maxwell ikiacha familia yake na majonzi kwani marehemu mwenye umri wa miaka ishirini ndiye aliyekuwa mtoto wa kiume wa kipekee na kitinda mimba katika familia yake. Upasuaji wa maiti uliofanyika katika makafani ya Mtito Andei unaonyesha kuwa Ben Maxwell alizama maji hadi kufariki. Jemedari Andere, ni Mo TV wikendi. Na mtazamaji, waziri wa usalama Kipchumba Murkomen sasa anasema kuwa familia ya afisa aliyeuawa nchini Haiti imejulishwa kuhusu kifo cha jamaa yao kuwa na mtafaruku wa taarifa za kifo chake alichokitoa ali uh, Rais William Ruto uliotokana na utofauti wa muda wa kuweza kupatiana uh, suluhisho la kuweza kujua kifo ambacho kiliweza kutokea kuhusu jamaa huyu. Haya yote yanajiri mtazamaji, baada ya familia ya afisa huyo Benedict Kabiru kudai kuwa serikali haikuwa imewafahamisha kuhusu kifo chake. Mwanahabari wetu mpya anayejiunga na, na MoTv245 rasmi Husna Munyikai anaripoti kamili kuhusu kifo hicho. Siku mbili baada ya Rais William Ruto kutangaza kifo cha maafisa watatu walioko Haiti Waziri wa Usalama Kipchumba Murkomen pia amethibitisha vifo hivyo akiwemo afisa Benedict Kabiru ambaye alitangazwa kutoweka mapema mwaka huu. Hii ni kufuatia madai ya familia ya afisa huyo ambao walisema hawakuwa wamejulishwa kuhusu kifo cha jamaa yao. Uh, went public before his uh, family was visited. Uh, when that news was confirmed, the National Police Service dispatched a team to the f to, to visit the family. But the synchronization of time um, uh, made it uh, such that by the time the president was making the statement, I think the our officers had not reached the family. Licha ya Rais William Ruto kueleza changamoto za kifedha wanazopitia maafisa walioko Haiti Murkomen alisema kwamba maafisa hawa walijizatiti kuonyesha ubabe wa taifa la Kenya na kutupilia mbali madai kutoka upinzani kuwa serikali ilikosea kuwatuma maafisa hao.

Kufikia sasa serikali imethibitisha vifo vya maafisa watatu walioko kwenye kitengo kilichoelekea Haiti. Idara ya polisi imesema kuwa mwili wa afisa mmoja aliyeaga utafikishwa humu nchini siku ya Ijumaa. Husna Munyikai, Mo TV Weekend. Na mtazamaji ni ruhusu niweze kuchukua pumzi kwa fupi ili niweze kurejea na taarifa tamu zaidi.

ya Chesikaki katika kaunti ya Bungoma, mlima Elgon, imerekodi mimba za mapema sufuri mwaka huu baada ya shirika la baraza la idadi ya watu la kuendeleza maendeleo NCPD imeweza kuanzisha mafunzo ya wanafunzi wa jamii ya kukubaliana ya kukabiliana na mimba za mapema. Hii ni baada ya wanafunzi hamsini na nne mtazamaji, waliopachikwa mimba za mapema mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu kuacha shule. Mnamo mwaka jana elfu mbili ishirini na nne, mtazamaji, shule hiyo ilirekodi visa kumi na moja pekee, lakini uhamasishaji wa elimu imewezesha shule hiyo kuimarika zaidi. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule ya Chesikaki anasema kwamba mwanzo huo wa mafunzo hayo iliweza kuwapa wanafunzi wake ukakamavu ili kuweza kukabiliana au kuepuka visa hivyo vya upachikwaji wa mimba.

This child, this boy, this girl is addressed holistically. Na mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine ambapo familia moja mjini Eldoret inalilia haki baada ya jamaa wao aliyekuwa dereva wa trela kuuawa kikatili nchini Kongo wiki mbili zilizopita, katika hali ya kutatanisha, baada ya kusemekana kumgonga na kumuua mtu aliyekuwa amelala chini ya trela hiyo. Mwanahabari wetu mpekuzi Shaiya Faziz ameweza kufika Kongo kutuletea habari hizi kamili. Tazama. Familia ya marehemu John Mweresi walishindwa kujizuia wakati mwili wake ulipokuwa ukitolewa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya Moi mjini Eldoret. Kwa uchungu, walisimulia jinsi dereva huyo alivyopoteza maisha yake kikatili. We just demand for justice for our brother. Madereva wenzake walisema ya kuwa wamekuwa wakishuhudia visa kama hivyo mara kwa mara. Kuna ambasada ambayo wanawakilisha Kenya upande wa Kongo, na wako ambasada wa Kongo wako Kenya, lakini cha kustajabisha Wakenya wengi wanauliwa kila siku Kongo na kuna kitu kinachofanyika. Usalama hatupewi, na kazi zetu ni za Kongo tu, hakuna sehemu nyingine ambayo tunaweza kwenda. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali ya Kenya itusaidie upande wa Kongo. Kuna shida kubwa na sio kidogo. Tunaomba waziri mhusika, bwana Alfred Mutua, naomba bwana, ukifika kwa ofisi, wewe ni mchapakazi kijana, tafadhali, ukiingia kwa ofisi kesho, chukua simu yako na upige kule Kongo kwa waziri mhusika, umwambie atuamurishie security kutoka Kongo boda mpaka Kongo ndani ili tuhakikishie familia zetu ya kwamba tutaenda na turudi na tunapo tutakapoenda kule Kongo na tunarudi na jeneza, haitakuwa vizuri sana, kwa sababu tunapenda serikali yetu sana, lakini upande wa uchukuzi wametusahau kidogo na lose madereva day by day. Serikali inafanya nini kuhusu madereva na vile saizi hakuna kazi? Au madereva wanatafuta kitu kidogo, wanajivolunteer kwenda mpaka kwa mstuni kupeleka mafuta. Polisi wameshika doria katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret hata baadaye kusindikiza gari lililobeba mwili wa marehemu kwa hofu kwamba kungezuka ghasia. Shaif Aziz, MoTv na mtazamaji. Na baada ya taarifa hiyo ya Eldoret, tunafikia mwisho wa taarifa zetu za leo, ila usisahau ya kwamba siku zote Waswahili so anasema chenye mwanzo siku zote ya kikosi mwisho. Na hayo ndiyo mawanda ya taarifa kwa siku ya leo. Kila simulizi mtazamaji, tulilokuletea limebeba pumzi na miali ya matumaini mtazamaji, katika jamii na chembe chembe za changamoto zinazotufanya tuweze kutafakari mustakabali wetu. Kukuletea habari moto moto ndani ya MoTv245 ndilo swala ambalo limetuwezesha kuweza kutafuta wewe, tukupe habari zote kamili nambali harafa mtazamaji, ni ile ile moja mbili moja moja, au kipenda, pitia kwenye mtandao wetu wa kijamii mtazamaji, na hashtag kama kawaida ni MoTv wikendi. Na kwa wale wote mtazamaji walioweza kufanikisha jambo hili, kwa niaba yao niweze kutoa shukrani. Majina yangu kamili ni Mohamed Saha na kwa hayo machache, napiga mstari chini yake niweze kukutakia usiku mwema na, na njozi njema, kwa heri.